Ongeza stamina yako na boresha uzalishaji wa mbegu kwa kutumia glasi moja ya kinywaji hiki kila siku. Unachokihitaji ni vitunguu saumu punje nne hadi tano. Uh, menya vizuri. Baada ya hapo, hakikisha unazisaga. Kitunguu saumu ni kizuri kwa sababu kinaimarisha mzunguko wa damu kwenye viungo vya uume na kuzalisha homoni ya testosteroni ya kutosha. Uh, baada ya kusaga, weka kwenye kifaa chako kisafi na hakikisha unakuwa na maji ya uvuguvugu kikombe kimoja. Na baada ya hapo, uh, weka kile kiwango cha vitunguu saumu ulichosaga na weza na ukoroge vizuri mpaka ichanganyike vizuri. Baada ya hapo, ongeza kijiko kimoja cha asali, changanya ili kuongeza ladha na kuondoa ule ukakasi wa kitunguu saumu. Hakikisha unakunywa glasi moja asubuhi, uh, kwa muda wa siku 35 au Tumia C24/7 na Andro-T kuboresha stamina yako na kuimarisha mbegu za kiume. Dozi ya mwezi mmoja shilingi laki mbili na hamsini na tano na pata napata dozi hiyo ya mwezi kwa punguzo la asilimia kumi na tano soma caption kujua faida zake na komenti neno niunge kujiunga na grupu bure.